Habari yako mzazi na mlezi, unajua kuwa watoto wengi wanakuwa bila kula matunda na mboga, hali inayosababisha ukosefu wa kinga mwilini, upungufu wa virutubisho na hatari ya magonjwa sugu. Kama wewe ni mzazi au mlezi anayehangaika kila siku kuwashawishi watoto wake wale matunda na mboga bila mafanikio, basi video hii ni kwa ajili yako. Leo nitakuletea njia kumi na saba za kisayansi zilizothibitishwa zitakazokusaidia kugeuza meza ya chakula kuwa mahali pa furaha, afya na ushawishi chanya kwa mtoto wako. Na njia ya kumi, ya kumi na mbili na ya kumi na saba zitakuwa ndio njia za muhimu zaidi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kaa nami hadi mwisho ili upate maarifa muhimu ya kulea mtoto mwenye afya. Na kama bado hauja subscribe kwenye chaneli hii, fanya hivyo sasa, kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa muhimu kuhusu malezi bora. Kwa ushahidi zaidi, wasiliana nami kwa namba 0787579224 au 0754579224. Njia ya kwanza ni kuanza mapema kabisa. Utafiti unaonyesha kuwa ladha na mapendeleo ya mtoto huanza kuundwa akiwa tumboni. Mama mjamzito anayekula matunda na mboga mara kwa mara husaidia mtoto kuzoea ladha hizo mapema. Pia kunyonyesha kwa mama anayekula mboga hupelekea mtoto kupokea ladha hizo kupitia maziwa, hivyo kumpa ugeni wa kirafiki kwa mboga na matunda baada ya kuanza kula. Njia ya pili ni kuwapa mfano wa kuigwa. Watoto hujifunza kwa kuona. Ukitaka mtoto apende mboga, hakikisha unaonekana ukizifurahia. Tafiti zinaonyesha kuwa watoto wanaoona wazazi wao wakila matunda na mboga mara kwa mara nao huanza kupenda chakula hicho bila kulazimishwa. Njia ya tatu ni kutumia mbinu za kuhusisha hadithi. Watoto wanapenda simulizi. Badala ya kusema kula mboga sema, hii karoti ni silaha ya macho makali kama ya simba, au matunda haya ni dawa ya nguvu kama ya shujaa. Mbinu hii huchochea ubunifu wa mtoto na kuvutia hisia chanya kuelekea chakula. Njia ya nne ni kuruhusu uhuru wa kuchagua. Toa chaguo rahisi, kama unataka palachichi au embe leo, badala ya kumlazimisha kula unachotaka wewe chaguo hujenga hisia za kujitegemea na kumfanya mtoto ajihisi anahusika katika maamuzi. Njia ya tano ni kupika pamoja nao. Watoto wanaopika au kushiriki maandalizi ya chakula huongeza uwezekano wa kula mboga na matunda kwa asilimia sitini zaidi. Kuosha, kukata au kupanga vyakula huongeza ushawishi na kushusha hofu ya radha mpya. Njia ya sita ni kutumia rangi na muundo wa kuvutia. Matunda na mboga huwa na rangi mbalimbali. Weka chakula kwenye sahani kwa muundo wa uso wa tabasamu, nyota au maua. rangi uchochea hamu ya kula na kuifanya sahani kuonekana kama mchezo. Njia ya saba ni kuepuka kulazimisha. Utafiti umebaini kuwa watoto wanaolazimishwa kula mboga huendeleza chuki ya chakula hicho wanapokuwa. Badala ya ya kulazimisha, tumia mazungumzo, mifano na subira. Njia ya nane ni kuwafundisha kuhusu faida kwa lugha yao. Badala ya kusema mboga ni nzuri kwa afya, sema karoti husaidia kuona vizuri usiku au tikiti hufanya mwili kuwa na maji mengi. Unapoweka faida kwenye muktadha wa maisha yao ya kila siku, wanapata msukumo wa kula. Njia ya tisa ni kuongeza mboga taratibu kwenye vyakula wanavyopenda. Kwa mfano, unaweza kuongeza nyanya na pilipili hoho kwenye tambi au kurarua spinach ndani ya supu ya kuku. Mtoto haoni tofauti kubwa lakini anazoea radha polepole. Njia ya kumi na muhimu ni kuwapa mara kwa mara bila kulazimisha hadi wazizoee. Kisayansi, mtoto huweza kuhitaji kuonja aina ya chakula mara nane hadi kumi na tano kabla ya kukikubali. Kwa hiyo usikate tamaa ikiwa hakula leo. Mpe kidogo kidogo mara kwa mara bila lawama wala masharti. Mfano wa neva wa radha hujifunza na kukubali kadiri ya marudio. Njia ya kumi na moja ni kutumia michezo ya kuigiza wakati wa kula, kwa mfano kucheza kuwa madaktari na wagonjwa au wanyamapori wa kila majani. Hii huondoa mkazo wa chakula na kuibadilisha hali ya kula kuwa ya furaha. Njia ya kumi na mbili na muhimu ni kuwapa zawadi ya hisia badala ya chakula. Badala ya kusema ukila brokoli nitakupa pipi, sema ukimaliza brokoli nitakupa dakika kumi za kucheza na mimi. Tafiti zinaonyesha kuwa watoto wanaopewa zawadi zisizo za chakula hujifunza thamani ya mboga kama chakula, si njia ya kupata kitu kingine. Njia ya kumi na tatu ni kutumia ratiba maalum ya kula. Weka muda maalumu wa kula kila siku. Ratiba huboresha hamu ya kula na huondoa hali ya mtoto kuwa na chaguo jingine na chakula kingine kinyume na mboga au matunda. Njia ya kumi na nne ni kuepuka kutumia maneno hasi. Usiseme, najua upendi spinachi. Badala yake sema, hebu tuonje hii spinachi ya leo, ina ladha tofauti. Lugha hasi hujenga fikra hasi kabla hata ya mtoto hajajaribu. Njia ya kumi na tano ni kutumia mbinu ya pamoja. Watoto wanapokula kwa pamoja na wenzao au familia na kuona wengine wakifurahia mboga na matunda nao hujihusisha. Tafiti zimeonesha kuwa kula kwa pamoja huongeza kiwango cha mboga na matunda kinacholiwa na watoto. Njia ya kumi na sita ni kuhakikisha hawajashiba sana kabla ya mlo wa mboga. Ukimpa vitafunwa vingi kabla ya chakula kikuu, atapoteza hamu ya kula. Hakikisha njaa yake ina nafasi ya kuhamasisha kujaribu mboga. Njia ya kumi na saba na muhimu ni kuwaza katika mazingira yenye upatikanaji wa matunda na mboga. Watoto wanaokuwa kwenye mazingira ambayo matunda na mboga ni sehemu ya kawaida, kama bustani ya nyumbani, soko la wakulima au meza ya chakula hujifunza kuwa hiyo ni sehemu ya maisha. Wape nafasi wajishughulishe na kupanda mbegu, kuvuna, au hata kubeba kwenye vikapu. Muunganiko huo wa kihisia na kimazingira hujenga mapenzi ya kudumu kwa vyakula hivyo. Kama umejifunza kitu kipya leo, usikae kimya. Tuambie ni njia gani utakayoanza nayo leo kwenye sehemu ya maoni hapa chini. Kumbuka, mabadiliko ya tabia ya mtoto huanza na tabia ya mzazi.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 kuhusu malezi ya mtoto wasiliana nasi kwa namba 0787579224 au 0754579224. Karibu sana, tukutane kwenye video inayofuata.